Yes, mambo vipi mwana Sawa Sawa Digital. Leo niko na story ya kiungo wa zamani wa Liverpool eh, ambaye ameweza kuporwa mchana kweupe jijini Barcelona, lakini pia kiungo huyo wa Kibrazili kwa sasa ambaye anachezea klabu ya Girona katika La Liga kwa mkopo kutokea eh, Juventus E, kufuatia kipindi kigumu ambapo alikuwa e, kwa mkopo Liverpool katika Ligi Kuu ya England nchini chini ya Klopp e, misimu miwili ambayo imekwisha kupita. Sasa gazeti la Marca linaripoti kuwa eh, Arthur Melo aliweza kuwa eh, alikuwa, e, alikuwa akiwa e, akiwa anakula bata katika jiji la Barcelona akiwa anakula kula zake misele nini anaweza ku, ku spend na pesa zake ambazo anazo e, wakati wa tukio hilo linatokea. So tukio hilo liliripotiwa kwa kutokea saa kumi jioni katika barabara ya e, Passage na inasemekana kwamba mtu mmoja alishuka kutoka kwenye pikipiki na kuiba saa yake ya kifahari na kisha kukimbia. Inaripotiwa kuwa watu wawili walihusika katika tukio hilo la uporaji, na huku Melo e, akiwa hajadhurika kwa kitu chochote na ameripoti tukio hilo e, kwa polisi. So mara baada ya kuweza kuvamiwa na kuweza kunyang'anywa saa yake ya pesa nyingi zaidi akaweza kuripoti polisi. So vipi ataipata saa yake au vipi? Ingekuwa kibongo bongo, unajua kabisa kwamba watu wakisha kupola vitu kama hivyo barabarani kuna baadhi watu ya watu wengine pia hawana hata haja ya kuweza kwenda kuripoti katika kituo cha polisi, kwa sababu wanajua ndio hivyo tayari, e, nishanyang'anywa. Lakini pia kuna baadhi ya watu pia wananyang'anya simu kwenye daladala na vitu vingi sana vinakuwa e, vinatokea. So mchezaji huyo bwana, baada ya kuweza kunyang'anywa saa yake, akaweza kwenda katika kituo cha polisi na kuweza kuripoti e, kwamba bwana, nimenyang'anywa saa. Sasa sijajua kesi yake itakuwa kwa mtindo gani? So, lakini sisi kama Sawa Sawa Ligi tutaweza kulifuatilia hili kwa ukaribu kabisa na kuweza kukupa habari kwamba ni nini ambacho kinakuwa kinaendelea. Sisi ni Sawa Sawa Habari. Ni mwako.